Je, yeah. Mchawi anatumia mbinu gani kukuona wewe ukiwa kwako nyumbani ili ya kuroge? Narudia, je, yeah. Mchawi anakuonaje ukiwa kwako nyumbani ili ya kuroge? Kitu kikubwa sana na ambacho hamkijui sana, anatumia mijusi. Mijusi hawa ni lizard ambao unawaona kwako ndani ya nyumba kila siku Unaweza waona jikoni ukipika, sibleni, popote, lakini ndani ya nyumba yako, hao ni wa, ni tutawaitaje, ni hatari sana kwenye nyumba yako kwa sababu wanatumika kwenye ulimwengu wa kiroho. Mijusi ni macho ya wachawi. Wachawi hutumia mijusi kuona wewe, wanakumonita kila movement unayoifanya ndani ya nyumba yako na wanatumika na wachawi. Wachawi wakitaka kukushika wewe na wakuona unafanya nini ndani ya nyumba yako, wanatumia mijusi. Kwa msiojua mijusi nimeweka hapo juu, wanatumia mijusi ili kukuona, na mijusi hawa hautajua, kila siku utaona wamezidi, wamekuwa wanne, wamekuwa watatu, wamekuwa wawili, saa zingine wanakuwa hata watano. Yaani ukienda sebuleni, utakuta mijusi, ukienda jikoni utakuta mijusi ukienda chumbani utakuta mijusi. Yani kila mahali ukienda, kwenye balcony, kwenye juu utakuta mijusi. Sasa wewe utajikuta kwenye nyumba, una mijusi karibia saba. Mijusi saba yote inakutesa wewe, maanake ni kama imekuwa sasa imekuwa CCTV kamera movement yako yoyote ina monitor, kwa sababu inatumika sana na wachawi. leo leo leo na narudia leo na kwenda kuonesha jinsi ya kufukuza mijusi ndani ya nyumba yako, jinsi ya kuwafukuza bila hata kuwaua, jinsi ya kuwafukuza, na nitakuelezea njia mbili ambazo zitakusaidia wewe binafsi. Hizo njia ukizitumia kwa umakini sana na ufuate ninachokwambia, utaona majibu. Mara nyingi nasema kwenye video zangu, unapotaka kuniamini, niamini usiponiamini ni wewe. Najua matapeli wamejaa wengi sana, ila mimi nakupa elimu ya bure sahihi ujue. Na ukitaka tiba mimi binafsi nikutibu, pia kuna gharama. Ukitaka mafuta ya karafuu yenye nyota na kila kitu na nguvu na nguvu za pesa zipo ndani ya mafuta, pia ni gharama ya elfu tano pia. Tusikizane, usinipigie simu kunijaribu imani wala usinipigie simu kuanza kubageni na mimi, nimetoka mbali sana, kuanza kuanza kubageni au kupigiwa simu bila maana yoyote. Nimekuja kusaidia. Sasa basi, twende kazi. Unaona, hii ni vitungu saumu. Vitungu saumu hivi nimekuwa nikiwafundisha sana sana na sana, ila nitawaelezea maana yake. Kwanza tusubiri na kitungu saumu Tuje kwenye chumvi ya mawe mimi naoneshana, hii kwa sababu wengi wetu sehemu tunazokaa hamnaga chumvi ya mawe, ni chumvi ya kawaida ya kupika. Sasa njia ya kwanza ni kuchukua maji maji tu maji tu ya kawaida, kuweka kwenye ndoo au karai la kupigia deki, kuweka kwenye ndoo au karai la kupigia deki, halafu chukua chumvi yako ya mawe. Najua mnanielewa. Chumvi ya mawe sio hii, chumvi ya mawe ni chumvi ya baharini, chumvi ya bahari ndio chumvi, chumvi ya mawe sea salt. Kama itakubidi hauna sea salt, ndo utumie hii chumvi hapa. Kama itakubidi hauna sea salt, ndo utumie hii hapa. Nadhani mnanielewa mpaka hapo. Mnachukua hii chumvi, unamimina kwenye karai, karai la kupigia deki Ichumvi ya mawe lakini kama unayo, kama hauna ndo tumia hii. So ukishachukua hii chumvi unanyunyuzia kwenye hiyo karai ya kupigia deki, unanyunyuzia ukitamka maneno: mijusi yote yanayotumika kichawi kwa ajili ya kunifunga mimi na kunimonita njia zangu zote na kufunga mikosi yangu yote ninazipoteza na kuziondoa kwa hii nyumba unatamka maneno yote, unatamka maneno yote kuhusu hiyo mijusi na njia za wachawi zikafungiki ukishamaliza kuchanganya kwenye maji yakoroge vizuri. Sasa hapo unaenda kukoroga kwenye hiyo chumvi ya mawe na hayo maji na yakoroga vizuri mpaka ya kole kwenye maji. Ukishamaliza kukoroga vizuri, chukua hayo maji, piga deki na upige deki mara kwa mara, sio mara moja tu. Usirizike mara moja, piga mara kwa mara Sitakwambia, ni wewe mwenyewe ndio upanga. Nikwambia mara kwa mara, na maanisha sio mara moja. Wewe mwenyewe ndio ujipange. Na hata kama ni sehemu unafutaga kwenye ukuta, pengine kuna kobwe bizama mahali, unafutaga kwenye ukuta na maji na ama kitambara chenye maji unapanguza, fanya na hayo maji ya sea salt ya chumvi ya mawe ya bahari, fanya na hayo maji kote, na kwenye madirisha yako pia, unapopanguza vioo na huko kando kando chini, panguza na hayo maji na unapopanguza pia weka imani, nena kitu. Amna kitu kinachofanyika bila imani, nena kitu, utaona matokeo yake, utaona matokeo yake. Nataka niwambie kwa nini mijusi ni hatari. Leo nataka niwambie tena kwa mara ya pili, kwa nini mijusi ni hatari. Hizi macho ama haya macho ya mijusi tunayoyaona yanakuwa, nimewambia, yanakuwa ni kama eh, CCTV ya wachawi, ndo unakuta sasa zingine Unapokaa kwenye nyumba yenu mmekaa una tu, unashangaa tu ugomvi wewe na mume wako unaanzia. Kama si mume wako, hauna bwana ama hauna mume, unanielewa ama hauna mke. Unashangaa una mnakusana una tu na watoto wako ovyo ovyo, na unaanza kuwachukia tu ovyo, au unakusana na dada zako, au na ndugu zako wa aina yoyote, au wajomba zako, au mamako mzazi. Yani inaleta ugomvi kwenye nyumba kwa mtu yoyote tu, inaleta ugomvi kwenye nyumba, mnashangaa saa zingine mnagombana tu sana. Yaani malumbano yanatokea tu, mnashangaa imetoka na wapi, na no, mnakasirika vibaya sana. Yote yanaletwa na hayo macho ya wachawi, mijusi mnaowaona huko kwa nyumba yenu. Kitu cha pili, unashangaa ghafla umeanza jambo la kufanikiwa, mwisho tu lina stop. Kwa sababu unapofanya mambo yako, unapokwenda kwenye nyumba yako, kumbuka unakwenda unakaa, lakini kuna macho inakutizama, inaangalia mipango, inasikiliza kila siku. Na juzi nimewafundisha kuhusu uh, aina za majini, majini ya sebleni, chumbani na chooni. Sasa hebu niambie, una majini tayari ya sebleni yanayokusikiliza na kukumonita, una mijusi ambayo ni macho ya wachawi yanayokukusikiliza na kumonita uko na uko na uko, na majini ya chooni yanakusubiri pia na kukusikiliza huko. Sasa niambie, utatoboa kwenye maisha hapo? Ndo utasema umerogwa na umeroga kweli. Hapo ndo utasema umerogwa na umeroga kweli, kwa sababu hii mijusi ni macho ya ya, ya, ya wachawi. Haya mijusi ni macho ya wachawi. Mimi narudia jamani, ukitaka niamini, usipotaka pita kwenye hii video mbali sana na mimi no, na ukiona hii video inakufaa share kwa wengine wajifundishe. Mimi pesa yako sisemi nitaikula ni faidi, hapana. Usipotaka na hela yako, tafuta mtu aliye karibu na wewe yakupe tiba. Hamna kitu cha bure hapa, nitawapatia bure elimu kama kuna watu wanafanya hivi pia wafate, lakini mimi usije kwangu ukanikontroli vile unataka. Mimi nakufundisha vitu ambavyo vitakusaidia. Kwa hiyo tuache sana kuzubaa kwenye manyumba yetu. Unashangaa tu ghafla umeanza tu, mradi mradi unafifia binafsi na unaisha kwa sababu ya macho ya wachawi na ile yale majini ya ndani ya nyumba, lakini sana sana, sana, macho ya wachawi ni mbaya sana, chungeni sana, kwa sababu mchawi raha yake ni wewe usiendelee, ni adui wa mafanikio. Huyo ni mchawi, ndo maana wachawi wote hawawezi kuwa tajiri hata siku moja. Kwa sababu hawa, kwa sababu gani hawawezi? Hao usiku utembea tu usiku wakiwa uchi wakiwanga, sema wanapoanga, na unaweza ukawaona kwa macho yako. Hata mimi naweza nikakufanya wewe ukawaona, nikakupatia uwezo wa jicho la tatu ya kuwaona. Ila pia kama utaki uwezo huo, maana uwezo ni gharama. Kama utaki uwezo huo, lala uchi leo. Nakufundisha kama unajua mchawi anakuja kwako kila siku lala uchi wa mnyama, usivae nguo hata moja, uchi ulivyozaliwa, alafu usubiri usiku. Yani nakwambia mimi, na kwapia mimi, akija tu mtaonana ana kwa ana, kwa sababu udhaifu wa mchawi ni uwe kama jinsi alivyo uchi wa mnyama, utamkamata. Huo ndio udhaifu wake, na unapomkamata ukimjua ni nani, umtaje jina lake, atazubata ganda hapo, kama amefungwa na kamba kwa sababu unapomtaja jina lake nguvu zake zote zinaisha, kwa sababu yanatakiwa kuwa siri na kwenye ulimwengu wa kiroho, lakini umesha penetrate yani wewe umebreak through the portal ukaingia kwenye ulimwengu wa kiroho ukamuona, kwa sababu pale yupo kama kivuli, ni spirit yake. Ila unapomuita tu, ame disconnect kwenye spirit yake, amekuja kwenye ulimwengu wa kawaida, sio kama. Nanielewa mpaka hapo? Kwa hiyo tujue ya mafundisho, mimi nakupatia mafundisho free of charge wewe kama hii video inakufaa share kwa wengine, kama hii video inakufaa like. Bado nakwenda kufundisha njia ya pili. Nashukuru sana, kuna watu wanaonifuatilia, wanaonifuatilia na wana uhitaji mkubwa, wamesema: dokta, mimi naomba nikupatie zawadi iwe kama sacrifice yangu ya mafanikio yangu, na wameleta leo kutoka Uganda wameleta kutoka, mimi niko boda sasa hivi nilikuwa Malindi, niko boda sasa hivi, unaona, wameleta unaona, hii hii ni zawadi, sio kama nielewa, nimekuwa nime nikiifunga tu sasa hivi. Hii ni zawadi nimeletewa na mtu amesema, naomba ukanitibu, naomba ukanitibu, naomba ukanitibu na, na, na ukanisaidia ili mambo yangu yakaweze kufunguka haraka upesi, na wakaniongezea na hii vyote vimetoka na kitu kimoja, au zimekuja vitu zimekuja sawa kwenye boxi moja, unaona hizi ni gadget za kuingia live nazo na kuongea, ili nisikike kwa amani. Huyu ni mtu mwenye amesema, natoa sadaka, natoa sadaka. Vitu nimeletewa vyote, boxi nayo ndio hii, vipya vyote, hakuna hata cha zamani. Marisiti zake zote ziko hapa, hakuna hata cha zamani. Bado laptop sasa bado laptop na mwingine atatumana laptop hata bila kufika. Wewe zuba, endelea kusema oh, mimi niko sawa, utashangaa feri. Sasa twende kwa uh, njia ya pili ya kutoa mijusi, vitungu swaumu. Nimefundisha kuhusu vitungu swaumu na nitafundisha kila siku, kwa sababu ina ina umuhimu sana kwenye maisha ya binadamu wa kawaida. Hii mijusi kaf, hii mijusi uh, hii hata sijui nitahitaji, kwa sababu hii ni hii iko kwenye ngili gani mijusi wapo kwenye ngilikaa gani? Kwa sababu Kiswahili kimeanza kupotea, nahudumia watu wengi Warundi, unakuta Warundi wanaongea Kiswahili chengine ukielewi, wa Kongo, yaani niko kila mahali, na hudumia watu wengi sana mpaka Kiswahili kinapotea sasa hivi. Hino ama hii ni dawa ya kufukuza mijusi, hii ni dawa. Mijusi hawapendi harufu ya kitunguu swaumu, hawapendi hii ina uwezo mkubwa sana, hii inaondoa bad energy, nguvu mbaya katika nyumba yako inaondoa yote. Hii ina uwezo mkubwa sana ambao siwezi kufafanulia kwa kwa ndani zaidi, lakini ungejua maana yake haingekosekana kwenye nyumba yako. So, unachukua hii kitunguu swaumu. Ukishachukua kitunguu swaumu unasaga safari hii, unasaga ya kutosha. Ukisha saga, kila kitunguu swaumu weka kwenye karatasi ila usifunge, weka tu kwenye karatasi au si lazima tuwe kwenye karatasi. Nenda kwenye kona zako za nyumba zote, kila mahali unapokwenda weka kidogo, portion kidogo, kila mahali unapokwenda weka portion kidogo, weka kwenye kona zako za nyumba na uziwache, uziwache zipumue, sio uko, unanielewa? Na kwenye dirisha lako kuna kona pia, unaziweka kwenye hizo kona mbili za dirisha ama kona nne za dirisha unaweka. Ukishaweka wacha hivyo hivyo, ndani ya siku nne, ipatie muda, ndani ya siku nne unaweza ukaifanya ama ukaiwacha, pia sio lazima uipatie muda. Hii ina muda ama haina muda, itafanya kazi polepole. Utaanza kuona mijusi inapungua, kama ni watano wanakuwa wanne, wanakuwa watatu, wanakuwa wapili, ghafla tu anabakia mmoja, wote wanapotea. Hii ni dawa ya ukweli na kutumia chumvi ya mawe. Fata utanisahii utanishukuru sana. Wewe ambaye unasema unataka pesa nataka pesa, mi nataka kutajirika, utajiri ya ukuli kawaida, niko na dawa. Nina mafuta ya nyota, nina mafuta ya utajiri, nina mafuta ya kukukinga na yanakuja na gharama, na gharama yake zote, mafuta zote bei zake ni moja elfu tano pesa taslim za Kikenya. Wewe kama umeona mimi ninakusaidia, nitafute kwenye namba yangu, ama kama unaona unahitaji msaada kamili, upo Kenya, hupo Ulaya upo, upo India, huko Burundi, huko Zambia, huko Kongo kote, nasema watu wananifuatilia, upo Uganda, upo Burundi, natamka upo France kote, Ujerumani kote, nitafute kwenye namba zangu, tusaidiane. Na hamna kitu cha bure unaponipigia simu. Nimeona watu wananipigia simu ovyo ovyo, sasa hivi nimeweka gharama lazima unitumie access ya kukuona wewe yani, ili mimi nikufungukie kuhusu mambo yanayokutendekea ya wewe. Sitakwambia tena bure, because nimeona watu wanatumia opportunity, alafu wanaenda bure. Unataka kujua kinachokusumbua, alafu unaenda kusaidika kwingine? Sitafanya hivyo. Sasa ni hivi, ili nikwambie mambo yanaendelea kwenye maisha yako, mia tano kwanza unanipigia simu Bigboss, nipo hapa mimi, nataka uniscan, naomba uniscan nijue nini naonisumbua, kwa sababu maisha yangu yamebadilika, siendi mbele, nimechukiwa na kila mtu, nataka kujua sababu ni nini. Ukiniambia shida yako na mimi nakueleza zaidi ya shida yako, lakini mkono lazima hela, hamna kitu cha bure kwenye maisha. Kama yapo niambie wapi, unataka hela, siwezi kutibu bure. Kuna mwingine ameniambia na, nina madeni mengi inadaiwa, lakini sasa itabidi nitibu alafu nikishalipo ndo nikwambie. Wewe punguza ukora, sasa mimi sifanyi. Baadaye ushawaipanda basi ukalipa baadaye, ushawaipanda basi hata siku moja ukalipa. Baadaye tuheshimiane kwenye kazi zetu tafadhali, sikulazimishi. Kama hii video ni ya maana fuatilia, fuata masharti ninayokuambia. Nitafuta kwenye namba +254705846473 au chukua namba yangu kwenye bio. Sirudii kwa sababu kuna restriction. Chukua namba yangu kwenye bio tusaidiane. Everyone deserves to be happy. I love being happy also. You always be happy. Tafuta furaha yako. Na furaha yako inatafutwa vipi? Kwa ajili ya kufuatilia au kufanya mambo ambayo yatakufanya ya wewe uwe na furaha. Tafadhali tukutane kwenye elimu nyingine nitakayoitoa, asanteni sana. Naitwa Chief Big Boss.